Habari zenu mabingwa wa maendeleo binafsi, karibu tena kwenye chaneli yetu ambapo tunajifunza jinsi ya kuboresha maisha yetu hatua kwa hatua. Leo tunaenda kuvuruga kabisa mawazo yetu kuhusu motisha na nidhamu binafsi. Nina uhakika umewahi kujiambia, nahitaji motisha zaidi ndio nianze mazoezi, au kama ningekuwa na nidhamu tu ningeacha kuangalia simu muda mrefu. Ukweli ni kwamba sisi sote tumefanya hivyo, lakini leo tutachunguza ukweli mmoja muhimu kutoka kwenye kitabu maarufu cha Atomic Habits cha James Clear, hasa sura ya sita ambayo inabadilisha kabisa mtazamo wetu. Kichwa cha sura hii kinasema wazi: motisha inatiliwa chumvi, mazingira mara nyingi ni muhimu zaidi. Hii ni kauli nzito sana na James Clear anatoa hoja zenye nguvu kuithibitisha. Motisha ni fanya fanya tu. Fikiria hivi. Je, umewahi kuanza kitu kwa motisha kubwa sana ukajisikia mwenye nguvu na ari, halafu baada ya siku chache au wiki motisha ikafifia? Tunajua sote jinsi inavyojisikia. Motisha ni kama upepo, inakuja na kwenda, haiwezi kutegemewa. Hatuwezi kujenga tabia imara kwa kutegemea kitu kisichoaminika kama hisia zetu za motisha. James Clear anasema, shida sio wewe bali ni mfumo wako, na sehemu kubwa ya mfumo huo ni mazingira yako. Mazingira yako ndiyo msanii asiyeonekana wa tabia zako. Hebu tufikirie: unapoingia jikoni, unaona nini kwanza? Je, ni kikapu cha matunda kilichopangwa vizuri au ni paketi ya biskuti iliyowekwa juu ya friji? Utafiti unaonyesha kuwa tunachagua kile kilichopo wazi na rahisi kufikia. Clear anatoa mfano mzuri kutoka hospitali. Walibadili mpangilio wa vinywaji kwenye kaunta. Badala ya soda kuwa juu na rahisi kufikia, waliweka maji ya chupa mahali panapoonekana na rahisi kushika. Matokeo yake ulaji wa maji uliongezeka kwa kiasi kikubwa sana na ulaji wa soda ukapungua. Watu hawakubadili motisha yao ya kunywa maji, bali walibadili mazingira yao. Hii ndio nguvu ya mazingira, ni kama mkono usioonekana unaokuongoza kufanya maamuzi kila siku bila hata wewe kutambua. Kanuni ya kwanza ya tabia mpya, ifanye ionekane, make it obvious. Hivyo basi kama motisha haitoshi tunafanya nini? Kilia anatupa kanuni ya kwanza kati ya nne za kubadili tabia: ifanye ionekane. Hii inahusu jinsi tunavyoweza kubuni ulimwengu wetu ili kusaidia tabia tunazotaka kujenga na kupunguza uwezekano wa tabia mbaya. Hii hapa mikakati michache ya kwanza: buni mazingira yako kwa makusudi. Unataka kusoma vitabu zaidi, weka kitabu kimoja kwenye meza yako ya kitanda au kwenye kochi lako sebuleni kionekane, kikusukume. Unataka kuanza mazoezi, weka nguo zako za mazoezi na viato karibu na mlango kabla ulala. Hata kuona tu vitu hivyo kutakupa push. Kwa tabia mbaya, ficha. Hutaki kula vitafunio vya ovyo? Usivinunue kabisa. Kama vipo, vifiche ndani ya kabati la giza lisilofikiwi kirahisi. Kadri unavyoona vitu hivyo au kufikia kitu kwa rahisi ndivyo uwezekano wa kukifanya unavyoongezeka. Tofautisha nafasi zako. Ubongo wetu unapenda uhusiano. James Clear anapendekeza kuunganisha nafasi maalum na tabia maalum. Mfano, kama unafanyia kazi kitandani kwako, ubongo wako utaanza kuhusiana kitanda na kazi na utapata ugumu kulala. Badala yake, fanya kazi tu kwenye meza yako ya kazi. Tumia kitanda chako kulala na kupumzika. Hii inasaidia ubongo wako kujua wazi nini cha kutarajia kila unapoingia kwenye nafasi fulani. Macho yetu ndio njia kuu ya kupokea taarifa. Tumia hili kwa faida yako. Bandika kalenda au orodha ya kazi zako unazotaka kufanya mahali unapoiona kila mara. Weka kifaa cha kuandika kwenye begi lako kila siku, kama unataka kuandika jaria. Kadri unavyoona vidoko hivi, ndivyo uwezekano wa kuanzisha tabia unavyoongezeka. Jenga mfumo, sio malengo tu. Sura hii inatukumbusha tena kwamba hatupandi hadi kiwango cha malengo yetu, tunashuka hadi kiwango cha mifumo yetu. Kama unataka kubadili tabia zako, usianze kwa kusema "nitajitahidi zaidi", anza kwa kuuliza, je, ninawezaje kubuni mifumo yangu ili kurahisisha kufanya tabia ninayotaka, badala ya kutegemea motisha ya muda mfupi. Jenga mifumo inayokuongoza bila hata wewe kutambua. Fanya tabia nzuri ziwe wazi, rahisi na kuvutia. Shiriki mawazo yako kwenye comments hapo chini, ningependa kusikia mikakati yenu. Kama umejifunza kitu kipya kutoka kwenye video hii, tafadhali usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwenye chaneli yetu kwa maudhui mengi zaidi ya kuleta mabadiliko chanya maishani mwako. Asante sana kwa kutazama na tukutane kwenye video inayokuja.